Karibuni katika simulizi mpya ya siri ya bilionea na mdada wa kazi. Subscribe chaneli yetu ya Zumoflix TV kwa kubonyeza alama ya kengele. Asante. Wakati mwingine siri kubwa za maisha hazifichwi mbali, zinakaa jikoni. Amina, msichana mwenye umri wa miaka 23, anatoka kijijini kuja mjini baada ya kupata kazi ya ndani kwa tajiri mkubwa anayejulikana kama Bwana Gavana, bilionea anayemiliki hoteli kubwa, magari ya kifahari na nyumba yenye walinzi 24/7. Anapofika, anashangaa. Nyumba ni kubwa sana lakini hakuna kelele wala furaha. Ni kimya kama makaburi ya dhahabu. Mama mkuu wa nyumba anamwambia, usiulize maswali. Fanya kazi yako na usikaribie chumba cha juu kabisa. Ni amri ya Bwana. Amina anakubali, lakini moyoni anabaki na maswali. Kwa nini chumba hicho kimefungwa kwa minyororo? Miezi miwili inapita. Amina anafanya kazi kwa bidii. Kila mtu anampenda isipokuwa mke wa bilionea Madam Sada, mwanamke mrembo lakini na macho ya chuki. Siku moja, wakati wa kusafisha sakafu, Amina anasikia sauti kutoka juu, chumba ambacho alikatazwa kukaribia. Sauti ya mwanaume inalia kwa maumivu akisema, nisamehe Asha Usiache giza linimeze. Amina anagawaya anapanda ngazi taratibu hadi anafika mlangoni, anaona mwanga wa bluu ukitoka chini ya mlango. Anapojaribu kusikiliza vizuri, milango yote ya nyumba inagonga yenyewe ghafla. Mlango wa chumba unafunguka kwa kishindo. Ndani, anaona picha nyingi za mwanamke mmoja uso wake umechorwa kila kona, na kila picha inaonekana kama Amina mwenyewe. Saa chache baadaye, bwana gavana anarudi nyumbani, anamkuta Amina akiwa ameduaa, machozi yakimtoka, badala ya kumkemea, anampapasa bega na kusema kwa sauti ya huzuni Nilijua siku moja utakuja humu na utamwona. Anamwonyesha picha moja ya mwanamke aliyekufa miaka saba iliyopita. Jina lake Asha alikuwa mke wa kwanza wa bilionea, na alifariki kwa ajali, lakini kabla ya kufariki alizaa mtoto aliyeitwa Amina ambaye alipelekwa kijijini na kukuzwa bila kujua ukweli. Amina anatetemeka. Unamaanisha mimi? Ni ndiyo, anasema bilionea kwa sauti ya huzuni. Mimi, wewe ni binti yangu Amina. Nilipokupoteza nilidhani giza linimemeza. Lakini kabla hawajakumbatiana, Madam Sada anaingia ghafla akiwa ameshika bastola. Nilijua, nilijua siku moja damu yako itarudi kuninyang'anya mali yangu. Madam Sada anampiga risasi bilionea bega. Damu inamwagika sakafuni. Amina anakimbia, analia, anajificha nyuma ya sofa. Ghafla anapata nguvu za ajabu. Anakumbuka maneno ya marehemu mama yake kwenye ndoto. Usiogope giza, giza liko ndani ya waliojaa wivu. Kwa nguvu, Amina anamvamia Madam Sada. Wanapigana, bastola inaanguka. Sada anasukumwa hadi kwenye ngazi na kuanguka chini, akapoteza maisha. Wiki chache baadaye bilionea anarudi nyumbani kutoka hospitali akiwa na fimbi mkononi. Amina sasa si dada wa kazi tena, bali mwanamke anayemiliki jina lake, heshima yake na familia yake. Anasimama mbele ya nyumba ile ile anasema, sikuamini kwamba mwanga linaweza toka jikoni. Kumbe hata ndani ya giza damu inaweza kuungana tena. Wakati mwingine hatima yetu iko karibu kuliko tunavyodhani, ila tunaiogopa kwa sababu imevaa kivuli cha kazi duni.